E, mazito ni kwamba kuna tetesi e, kutoka FIFA kwamba shirikisho la mpira wa miguu duniani FIFA linatarajia kufanya uchunguzi wa mpira wa Tanzania katika kipindi cha miezi miwili iliyopita hadi sasa, kutokana na migogoro ya kimaamuzi iliyotokea. Kwa mjibu wa ripoti, kamati ya nidhamu ya FIFA ilituma barua kwenda TFF mnamo Juni 13 mwaka 2025, ikiwa ikiwataarifu kuwa inafuatilia mienendo ya soka la Tanzania ikiwa ni pamoja na viashiria vya, vya siasa kuingia eh, kuingilia masuala ya soka. Aidha, FIFA imeitaka TFF kutoa ushirikiano katika uchunguzi wao huo, hatua inayokuja kufuatia sintofahamu iliyotokea kwenye soka la Tanzania kwa kipindi cha miezi mitatu tangu kuahirishwa kwa, kwa dabi ya Kariakoo mnamo Machi nane. Hii ni update ambayo e, imetoka e, kuhusiana na huu mgogoro wa dabi ya Kariakoo ya Simba na Yanga jinsi ambavyo imeibua FIFA na kuona kwamba kutakuwa na na, na siasa kwenye e, mpira wake, na kama itagundulika, basi Tanzania e, inaweza ikafungiwa kujihusisha na mchezo huu ambao kwenye kanuni za FIFA ni kwamba ni marufuku kwa serikali au mamlaka ambazo ziko nje ya mpira wa miguu kuingilia e, soka.